Wizara ya Ujenzi inatoa shukrani nyingi sana kwa wizara ya ulinzi na jeshi letu, kwa sababu mmekuwa wakati wote mko tayari kutupa ushirikiano wa hali na mali. Kwa hivyo mimi nataka tu niseme kwamba wizara ina shukrani nyingi sana kwenu, General, Mheshimiwa Waziri, asanteni sana kwa namna ambavyo mmekuwa mkitupa mshikamano na ushirikiano. Na kuhusu hii barabara, Mheshimiwa Waziri, nikuhakikishie tu kwamba hii ni ya kipaumbele na watu hawatalala usingizi kwa kazi hii mpaka niione kazi hii uwelekeo wake ni mzuri. Na mkandarasi CHICO yuko hapa ananisikia, lazima hapa ufanye kazi, na good luck ni kwamba kwa hii barabara huyu sisi tumemlipa hela, hatudai. Ana section mbili, ana lot iko hii hapa na ana lot iko kule Nchuka. Ameanza kufanya marekebisho kutoka katika literatures nilizozisoma, kwa sababu barabara ilikuwa tayari imeshaota majani. Ile siarara ilianza kuota majani, ikianza kuota majani inakuwa hiyo haifai, inabidi ufanye marekebisho. Yes, ameianza hiyo kazi, lakini nimeambiwa iko slow sana kwa sababu huyu hatudai. Katika jambo hili tumejitahidi, tumelipa fedha vizuri sana. Yes, wanajua vizuri. Mimi naomba nihitimishe tu kwa kukonfirm uelewa wangu ambao ndio utakuwa ni kama hadidu za rejea za kukamilisha kazi hii. wa kazi hii uelewa wangu wa kwanza ni kwamba kazi hii ya kujenga barabara the main road ikiwa ni pamoja na madaraja yake itakamilika kufikia mwisho wa mwaka huu mwezi wa 12 mwaka 2025. Uele wangu wa pili ni kwamba hii diversion ambayo ndio itawezesha sasa hii barabara kukamilika na sisi tuendelee na shughuli zetu itakamilika, pamoja na kwamba imesemwa haraka iwezekanavyo, mimi niseme tu itakamilika kufikia mwisho wa mwezi huu ikiwa ni pamoja na yale makaravati yanayotakiwa kuwepo ili kukamilisha kazi. Kwa hiyo ndio uelewa wangu, na uelewa wangu wa tatu ni kwamba kazi hii haitasimama kama ulivyosisitiza kwamba itafanywa usiku na mchana, ili kuhakikisha kwamba hizi time tulizojiwekea zimewekwa tu, lakini tunaweza tukamaliza kabla ya hapo, yataisha mwakahu mwakao hilo ndio sawa, that is right. Jaribu sisi kwa upande wa kwamba hiyo michoro anayozungumzia anaipata haraka kama kuna